Kwenye usainishaji mikataba, wakala mwenye uzoefu huleta lundo la mikataba. Hukimbia kukutana na mpangishaji na mpangaji. Weka anwani, masharti ya upangishwaji, kodi na malipo ya awali kwenye mikataba mitatu. Mpangishaji na mpangaja hujaza taarifa zao kila mara na baadaye kutia saini. Hatimaye mchakato hukamilika na tena hukimbia kukutana na mteja mwingine, hurudia mchakato ule ule tena. Mchakato wa kusaini unachosha sana. Kwa upande mwingine, wakala mgeni mara chache sana kutoka nje kumaliza mchakato mzima wa usainishaji kwa kutumia kompyuta ya kiganjani tu. Alimwambia wakala mwenye uzoefu, kwa nini bado unazunguka huku na kule kusainisha mikataba? Ukiwa na RentPackage naweza kusaini mikataba bila hata ya kutoka nje, huokoa muda wangu wa mpangishaji na mpangaji. Ingiza barua pepe ya mpangishaji na mpangaji tu. Chagua kiolezo cha mkataba. Kila unaposaini mikataba, mfumo huleta anwani, masharti ya upangishaji, kodi, kisasi kilichowekwa, majina la mpangishaji na mpangaji. Mkataba ulioboreshwa unaweza kutengenezwa kwa haraka na kutumwa. Hakuna haja kuweka programu nyingine. Mpangishaji na mpangaji hupokea barua pepe na kusaini tu. Pande zote mbili watapokea mkataba hatua zote zikisha kamilika. Hii si rahisi? Hakuna haja kurudia rudia kuingiza taarifa. Una chaguo lililo sahihi. Toleo la makubaliano ya usimamizi wa mali sasa inapatikana. RentPackage hurahisisha masuala ya kusaini mikataba. Washirikishe marafiki zako na madalali karibu yako juu ya njia hii bora ya kusaini mikataba. Ingia sasa na uanze bure. Karibu tuwe mawakala werevu kwa pamoja. Karibu kutoa maoni na matatizo uliokumbana nayo ukiwa unasimamia mali na kusaini mikataba. Pia tuambie ni kipengele kipi umekipenda zaidi.